Bwana niko na bouncer pembeni yangu hapa kuzungumza eh, mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tayari ama imekuwa rasmi kutoka kwa bodi ya ligi kuhusiana na mchezo ambao ulikuwa upigwe katika dimba hili la Benjamin Mkapa, ambapo wekundu wa Msimbazi, Simba, walikuwa wageni wa watani Young Africans, lakini kwa hivyo mchezo umegairishwa mpaka pale taarifa rasmi itakapotolewa. Fisho Kojani fenest Abdallah Abdallah Kojani oji, niko naye Dula Tula ili tumekutana hapa ukiona tumekutana unajue ni spana zenye fact ndani yake. Hivyo eti mambo yaje? Kwema mambo anasemaje, ndugu? Kari uko hey, poa? Ma, niko fresh. Taarifa umeiona? Of course... ah, taarifa nimeiona na nasikitika kwa sababu mimi nimekuja hapa mapema sana toka saa tatu nipo hapa nimekuja tu kuangalia kuangalia nini kinaendelea lakini kwa masikitiko makubwa. Watu wametoka mikoani, kuna rafiki yangu mmoja amenipigia ya simu asubuhi, ametoka Zanzibar amekuja hapa kwa ajili ya mechi. Lakini nimepitapita huko mitandaoni, of course nimeona watu wanawalaumu sana Simba, lakini mimi nataka kwanza tujue, kwani Simba aliamka tu asubuhi akasema akasema siji kucheza mechi? Aliamka tu akasema siji kucheza mechi? Hapana, kulikuwa kuna sababu ya mechi kutokuchezwa sababu, ama kipengele ndio hicho, kipengele ndio sababu yenyewe kwamba jana Simba walienda kufanya mazoezi kikanuni, inaruhusiwa, ina kwamba unatakiwa ufanye mazoezi katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi husika na muda husika. Sasa Simba wamefika pale saa moja na nafikiri watu wanabidi waelewa, huu ni mwezi wa Ramadhani, sisi Waislamu tupo kwenye mfungo. E, inamaana kuna wachezaji Waislamu pale wa Simba walikuwa wapo kwenye mfungo, si unanielewa? Wakawa wamenyimwa Haki yao ya msingi ya kwenda kufuturu, wamekuwa harasd kwa sababu, kwa taarifa zilizotoka ni kwamba walizuiliwa kutoka nje ya, ya, ya, ya lile basi. Sasa wataenda kufuturu vipi? Haya ukiachana okay na hivyo nasikia kuna viongozi walikuwa wametukanwa, wametukanwa, wamedhalilishwa. Lakini kitu ambacho pia hakijasemwa ni kwamba walifanyiwa fujo, si unaelewa? Yani kwamba watu wanajua wamezuiliwa kufanya mazoezi, aiishi hapo walifanyiwa fujo. Hiyo ndo kitu ambacho kikafanya Simba washindwe kuja kucheza mechi yao siku ya leo. Kwa hiyo tusio tuna base, tuna double standard kwenye ukweli, sema ukweli, sababu ingekuwa kuzuiliwa, kuzuiliwa kupo kwa aina nyingi. Kama wewe kitu ni haki yako ukazuiliwa, utatumia utataka ku, ku, kuendelea kuconvince upate ile haki yako, ukishindwa kuipata na yule mtu anayekuzuia anataka kukuzuia, atatumia nguvu kukuzuia. Atakapotumia nguvu kukuzuia, atakuaffect wewe kisaikolojia. Ndio ambacho kimetokea, si unanielewa? Mko mkojani. Kwa hiyo Simba hapo ndo walipopabana kwamba sisi tulifanyiwa fujo, sisi tulifanyiwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo before hatujalaumu kwa hatu kwanini hawajaja kwa sababu, naona media zote kanuni hii inasema hivi, kwanini na wanyima Kwanini, kwanini wasianze kwanza wanataka, kwanini? Wanataka busara nataka niseme kwa nini wasianze kuuliza kwa nini zifanyike fujo? Yani saa huko kote saa simba ana haki ya kuja kufanya hivi simba hivi simba hivi sawa alivyokubali, lakini kwa nini afanyiwe fujo? si unanielewa pointi yangu yani? Kwanini yani kwa nini azuiliwe kuingia uwanjani, kwanini azuiliwe kutoka kwenye basi? Wanasema, taarifa rasmi haikuwepo eh? kwamba atakuja kufanya. kanuni inasemaje? tunarudi sasa kwenye kanuni, kanuni inasemaje eh? kwamba timu inaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo siku moja kabla. Sasa wewe unataka taarifa ipi? <tipa> aya, bodi ya ligi siipo? Viongozi wa TFF si wapo? Hawakupewa taarifa kwamba kuna fujo zinaendelea? Hawakupewa kama? Kwa nini? kama hawakupewa, kwenye mitandao hawakuona? Walishindwa kupiga simu kuuliza? Kwa nini hawakufika viongozi wa TFF? Kwa nini hawakufika pale kwenye tukio, kwa nini? Tunasubiri tu, umefika muda wa mechi, amegoma unaanza kumshambulia Simba amegoma mechi, amegoma mechi, kulikuwa kuna mambo yanatokea. Tulitakiwa tupigie kelele ya mambo yalotokea, kwa nini tuna bezi sehemu moja? Mimi ndio kitu ambacho huwa nakisema, umeelewa? Kwa mtu mwenye kunielewa hapa, kuna pande mbili, kuna upande wa Yanga, kuna upande wa Simba. Upande wa Yanga atavuta kwake, wa Simba atavuta kwake, haijalishi ukweli kwa wapi. Lakini Simba hajaamka asubuhi akagomea mechi, kuna vitu alifanyiwa ambavyo vilienda against na makubaliano ya mchezo, si unanielewa? kwa hiyo mimi binafsi nasikitika kwa watu ambao wamekata tiketi na waonea huruma, na mimi mwenyewe nimechoka, sababu mmenipiga, nimetoka mbali, kwa sababu nimetoka Kigoma nimekuja alafu ah, nafsi inaniuma niuma kweli, nafsi inaniuma ah, wanasema ya kwamba taratibu mm, ama zile sheria zilizokuwepo haziruhusu timu mm, eh, kugomea mchezo isipokuwa mm. ambaye amefanya kosa. Kuna mm. eh, sheria na kanuni ambazo zitamhukumu yule ambaye amefanya kosa hiki kipengele. Wengi wanachukua kuilaumu Simba, nadhani wako sahihi hiki wanachokifanya. Ah, mi nataka nijue kwanza, kabla ya kanuni, kuna kanuni ambayo inaelezea mtu akifanya fujo kuelekea mechi kubwa. Mi nataka hiyo kanuni, kwa sababu watu wanasema kagomea, kagomewa kuingia kufanya mazoezi fujo hakufanyiwa. Kama alifanyiwa fujo, je, kuna kanuni gani inazungumzia timu ambayo inafanyiwa fujo siku moja kabla ya mchezo? Sababu, sababu fujo zilikuwepo, kuna viongozi wamezalilishwa, unaelewa. Wachezaji walizuiliwa kutoka kwenye basi, walikuwa wanafuturu, wengine wanahitaji kwenda kufuturu, wamefunga. Wewe imagine mtu anafunga kuanzia alfajiri, kwa sababu tukija kwenye sheria za saumu, mtu anafunga kuanzia alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Ina maana wewe umemweka umemweka mtu anachelewa kufuturu kwa sababu gani? Kwa hiyo kulikuwa kuna fujo, yani watu wanaishia kwenye eneo moja tu kwamba Simba wamegoma kuingia, wamegomewa uwanjani wao wame wasiingie kufanya mazoezi, sio kugomewa kuingia kufanya mazoezi, wamefanyiwa fujo yes. Sina. Yaani, ile neno fujo sijasikia, watu wakilisema kwenye mitandao. Nataka waseme nisikilize, usinikatishe. Nataka waseme, nimetoka Kigoma, ndugu yanguna tikete. Nataka waseme hivi, Simba wamefanyiwa fujo jana na ushahidi wa video hupo. Yaani sio kwamba eti amegomiwa kufanya mazoezi, no, sio kweli, amefanyiwa fujo. Sasa katika kanuni, nataka nijue Kanuni inasemaje kwa timu inaofanyiwa fujo? Sio kugomewa kufanya mazoezi, fujo iyo. Yani, fujo lile neno fujo, oh, liwepo mabausa, kulikuwa kuna maneno yani, hapo, maneno key points, mabausa wa Yanga. Sasa kanuni inabidi ifuatwe, lakini tukubaliane, wanasema kwamba wale mabausa hakuwa wamepajezwa wala haijulikani ni wa timu gani wanani. Unajua kuna kauli moja alitoa mzee wangu azmdei siku kadhaa kabla mchezo. Alisema, Simba mini, ni ah, ya mchezo labda mzee wangu lakini unakumbuka Simba nini. Na na pamba hiyo. Hey, napamba alizuiliwa kuingia kufanya oh, ina maana si bahati mbaya ko oh, Simba akigoma leo make wata, akikubali watamtengenezea tabia. Kwa nini mwanza afanyiwe? Kwa nini afanyiwe? Hapa afanyiwe koo, mwacheni sawa, kwa sababu anafanyiwa fujo. Viongozi wa Simba kuna namna ameupiga mwingi. Asante, nashukuru.